Kwa majina naitwa Dr. Silas, ni mkufunzi wa chuo cha mafunzo ya ufugaji cha Silverlands. Nitaanza kidogo na historia fupi ya kampuni ya Silverlands. Kampuni ya Silverlands ilianza mwaka 2013 ikijihusisha zaidi na uzalishaji wa vifaranga pamoja na chakula cha kuku. Kwa vile kampuni inajihusisha na uzalishaji wa vifaranga pamoja na chakula cha kuku, basi kampuni ina kuku wazazi ambao tunaita parent stock, ambao hao parent stock nitawazungumzia hapo baadaye kwamba ni kuku wazazi wapi. Lakini pia kwa vile kampuni inajihusisha na uzalishaji wa chakula, basi tuna kiwanda cha chakula, ambapo malighafi tunapokea kutoka sehemu tofauti tofauti, ndani na nje ya nchi. Lakini pia E, kwenye kiwanda cha chakula tuna maabara kwa ajili ya kuangalia ubora wa chakula. Maana yake mali gafi ikipokelewa pale haitengenezi chakula moja kwa moja, lakini inaingia kwanza kwenye maabara kwa kwa ajili ajili ya ya kuangalia kama hiyo mali gafi inafaa kwa ajili ya kutengeneza chakula. Lakini pia chakula kinapotengenezwa lazima vipimo vinachukuliwa, na baada ya chakula kuwa kimetengenezwa vipimo vinachukuliwa kwa ajili ya kuangalia ubora zaidi. Kampuni pia tuna maabara ya kisasa kabisa kwa ajili ya utambuzi wa vimelea vinavyosababisha magonjwa kwa kuku. Tunajua katika ufugaji wa kuku eh, kinachopinga e, zaidi ama kinachokwamisha mradi e, wa ufugaji wa kuku ni magonjwa. Kwa hiyo sisi kama Silverlands tumejipanga kwa ajili ya kuwa na maabara nzuri ya kisasa kwa ajili ya kufanya hiyo kazi. Lakini pia kampuni ya Silverlands kama nilivyosema kwamba tuna mashamba ya kuku wazazi. Ningependa sasa nianze kuzungumzia hao kuku wazazi ni wapi? Tuna mbegu kuu tatu. Mbegu ya kwanza kabisa tuna chotara, ambaye chotara wetu anaitwa Sasso. Of course kuna chotara mbalimbali mbali, lakini sisi kama Silverland tulichagua chotara wetu awe Sasso. Huyu Sasso ni kuku wa aina gani sasa? Kama nilivyosema, neno chotara linamaanisha ni kuku anayeweza kufuga kwa ajili ya nyama na pia anaweza akafugwa kwa ajili ya mayai. Saso ukimfuga kama kuku wa nyama anafika umri wa kuvunwa akiwa na miezi miwili ambapo kwenye hiyo miezi miwili anakuwa na takriban kilo 2.2 mpaka kilo 2.5 kama umemtunza vizuri. Huyo ni Saso kama kuku wa nyama. Lakini pia kwa mfugaji ambaye anajua malezi vizuri, yani, anafanya brooding and management vizuri anaweza akamuuza Saso akiwa na mwezi mmoja, ambapo akiwa na mwezi mmoja anakuwa na takriban ya uzito wa e, gramu mia sita hamsini na tano. Huyo Saso atauzwa kwa mfugaji mwingine ambaye hajui malezi, na huyo mfugaji basi ataweza kumfuga huyo Saso kwa mwezi mwingine mmoja ili sasa aweze kutimiza miezi miwili ili auzwe kama kuku wa nyama au achinjwe kwa ajili ya matumizi ya nyama. Lakini Saso huyu huyu kwenye upande wa chakula Sasso huyu sio lazima sana utumie chakula cha kiwandani kwa maisha yake yote. Unaweza ukamlea na chakula cha kiwandani eh, kuanzia siku ya kwanza unapompokea mpaka anapofika mwezi mmoja, na baada ya hapo unaweza ukawa unamchanganyia chakula. Kwa nini tumchanganyie chakula? Lengo kuu ni kurahisisha mahitaji, kufanya zile gharama za uzalishaji zisiwe kubwa sana. Huyo ni Saso kama kuku wa nyama. Lakini nikizungumza Saso kuhusu e, Saso kama kuku wa mayai, e, anaanza kutaga au anafika umri wa kutaga akiwa na wiki ya 16 mpaka 18, yani miezi minne mpaka miezi minne na nusu. Hapo ndipo pale sasa ambapo anaanza kutaga. Lakini e, Saso huyu huyu akifuga kama kuku wa mayai, anaweza akataga mayai 240 katika kipindi chake chote cha utagaji, ambacho kipindi chake chote cha utagaji ni almost wiki 70. Yani mwaka mmoja na miezi kama minne hivi. Hapo ndipo sasa anakuwa ameshazeeka na anakuwa hafai tena kwa ajili ya kumfuga e, kama kuku wa mayai, maana mayai atakayokuwa anazalisha basi yanakuwa ni mayai kidogo sana, yatakuwa hayakidhi e, mahitaji yake yeye mwenyewe, lakini pia faida kwa mfugaji. E, ningependa ni sasa nimtofautishe SASSO na kuku wa kienyeji, kwamba kwa nini ufuge SASSO na kwa nini usifuge kuku wa kienyeji. Sasa nizungumze kidogo sifa za huyu chotara wetu ambaye ni Sasso. Ee, ukiangalia kuku wa kienyeji ukimfuga kama e, kuku wa mayai kwa ajili ya yani, biashara ya mayai ee, kuku wa kienyeji kwanza kabisa anaanza kutaga akiwa na wiki ya 32, mbili yani miezi minane ambapo ni tofauti kabisa na kuku wetu ambaye ni chotara Sasso ambaye yeye ye, anaanza kutaga akiwa na miezi minne mpaka miezi minne na nusu. Kwa pale tayari unaona utofauti. Lakini pia kwenye uwezo wa utagaji, kiasi cha mayai yani, wastani wa mayai ambayo yanatagwa na huyu e, kuku e, wa kienyeji ni machache sana ukilinganisha na yale yanayotagwa na huyu chotara wetu. Kama nilivyosema awali kwamba e, SASSO anaweza akataga mayai mia mbili arobaini katika kipindi chake chote cha utagaji ambapo ukilinganisha na kuku wa kienyeji ambaye yeye ana uwezo wa kutaga mayai sitini tu katika kipindi chake chote cha utagaji. Lakini pia kama nilivyosema Sasso ni kuku ambaye ni mstahimilifu katika hali ngumu, hana utofauti mkubwa sana na yule kuku wa kienyeji. Kwa vile sasa hana utofauti mkubwa sana na kuku wa kienyeji, basi mfugaji hana budi ya kumtumia e, Sasso e, ili kwa ajili ya kupata matokeo yaliyo mazuri zaidi. Unaachana kabisa na kuku wa nini? Na kuku wa kienyeji.